Mbunge wa jimbo la Iramba Mashariki, Mheshimiwa Jesca Kishoa, amefanya ziara ya kikazi ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa barabara na daraja la Kinyangiri wilayani Mkalama, mkoani Singida, mradi unaotarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni moja pindi utakapomalizika. Mradi huo wa daraja, unatekelezwa na mkandarasi aliyeteuliwa na serikali, unatarajiwa kukamilika mwezi Mei mwaka huu. Akizungumza katika eneo la mradi Januari 26, mwaka 2026, Kishoa amemtaka mkandarasi kutoa uthibitisho wa wazi kuwa daraja hilo litakuwa limekamilika kwa wakati uliopangwa, kwani kukosekana kwa daraja kumekuwa chanzo cha adha kubwa kwa wananchi, hususan nyakati za masika. Kazi na utu. Nimesikia taarifa nzuri iliyotolewa na TARURA. Sawa sawa, sisi hapa katika wilaya yetu, ninyi wananchi, mnafahamu wilaya yetu ni wilaya yenye mabonde mengi, inahitaji miundombinu ya uhakika tutakuwa na miundo mbinu ya uhakika yeah. Nataka unihakikishie kauli uliyoitoa hapo ya kwamba kufika mwezi wa tano, eti daraja hili litakuwa limekamilika yeah. <coughs> <coughs> Ninaomba utoe uhakika huo kwa mara nyingine. Mheshimiwa, tunaahidi Mungu tusaidie, tutatoboa bila wasiwasi, hatutakuangusha. Narudia tena. Sikilieni kwanza, sikilieni kwanza. Ninamuuliza tena. Nataka nijue wananchi wangu wa kata ya Kinyangiri kwamba kufika mwezi wa tano daraja hili litakuwa linapitika. Shikieni, shikieni kwa mara ya, ya mwisho na, na mimi sina wasiwasi na wewe na wala sina wasiwasi na taula na mna meneja mzuri sana taula, kufika mwezi wa tano daraja hili litakamilika. Kwa hakika Mungu atatusaidia. Kwa jina mimi naitwa ndugu Julias Simoni Kitundu. Tumepata adha nyingi sana, tumepoteza watu wengi, na zaidi ya yote hasara nyingi sana zinaotokea hasa kwa wananchi kupoteza maisha kwa ajili ya mto huu. Jina naitwa Hamisi Mkoma mkomajoa Konde Kondeboi, ni mzao wa kijiji cha Lelembo. Hakika mimi nasema kwamba namshukuru Mungu kwenye hili daraja ambayo linaenda kukamilika so muda mrefu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu atusaidia tunganisha kati ya kijiji cha Lelembo na kata ya Kinyangiri, hasa katika masuala ya kuvusha mazao yetu kipindi cha mauzo. Adha gani mlikuwa mnaipata? Kama adha tulikuwa tunaipata kubwa sana, hasa masika kama haya, wanafunzi walikuwa wanabeba maji mengi. Kwa hiyo asilimia kubwa tumepoteza watoto wengi kulingana na huu mto.